Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi ni mzaliwa wa pili kwa baba na mama. Ukoo wetu na kabila letu Wabena, na watu wa Njombe wana mizimu. Hiyo mizimu ni afadhali, majini kuliko mizimu. Kwa nini? Kwa sababu ile, toka mtu tumboni mwa mama yake anaridhishwa, anazaliwa nayo, anazaliwa nayo kwa kupitia, yani mtoto akizaliwa ana kitovu na nywele zile za kwanza, wale wabibi wanaenda kukabidhi kwa mizimu ya ukoo wakikata. He, kikata kile kitovu Anaya, na nywele za kwanza wanachukua Wana, wanapeleka kule. Kwa hiyo wanakuunganisha na mizimu na yale maneno waliotamka kwamba, asiwe tajiri, asisome au aolewake na kuachika, ndivyo inavyofuatilia, haikosei. So, ukazaliwa kwa familia iliyo na mizimu na mizimu bibi yangu alikuwa anaka ana pepo, sijui niseme nini. Yani mtoto wa kike wa kiume, yangu, ukitaka mtoto wa kike anakutengenezea dawa unapata, ukitaka wa kiume anakutengenezea e, dawa unapata, unapata. Bibi yangu mzaa baba, ukitaka mtoto wa kiume anakutengenezea dawa unapata, ukitaka wa kike. Eh, na alinitumia hiyo, ni, kazi nilifanya Ali? alinitumia kwenye uganga wake mpaka manesi wakawa wanakuja, maaskari wanakuja wakitafuta msaada, akakupa hiyo uganga. Ah, anasema ukachume dawa fulani na dawa fulani. Yule mtu kama anahitaji mwanaume, mimi ndio naenda kuchukua zile dawa, namnywesha, anapata mwanaume yule mwanamke oh. Akitaka... so, unakuwa kama mfanyikazi wa Ehe. Hmm. Sasa alipokaribia kufa alisema nitafute mbuzi ili aniridhishe yale madawa, nilikataa nilipokataa muda mfupi nikawa nimeokoka, lakini sikujua namna yoyote ya kufanya. Na kwenye ukoo huo, huo, yani kwa wabena kwa ujumla, kuna mila na desturi, kwa lugha tunaitwa makwala, yani wanashinda uchi kama ni wiki mbili au wiki moja. Hakuna mkwe, hakuna mtoto, hakuna yote, mnakaa uchi kama mlivyozaliwa, wiki nzima. Wapi? uko porini, wakinywa wakila lakini mwisho wake lazima mtu mmoja atakufa, maana limzimu litahitaji nyama ya mtu. Ngoja kwa hivyo yako, hata hiyo yake ni afadhali ndiyo. Watu wakizaliwa kwa familia wanachukua kitovu na nywele za kwanza na nywele eh, ile ya kwanza za kwanza inapelekwa, inapeleka kile watakachosema kinatimilika, uwezi epa. Nimefanya, nilipopata elimu kidogo, nilifuatilia kwamba watu hawa tulikabidhiwa kwamba wasiwe matajiri, kwa hiyo asisome. Kwa hivyo nyinyi hamuwezi soma na mwezi ilikuwa matajiri haiwezekani, ha, maana mmepewa limit, na hasa upande wa, wa kike kwenye uko wetu hawasomi, hawaoleki, wakioleka wanaolewa vibaya, wasisome, usiolewe, kuachika, kuachika na umasikini, umasikini. Kwa hivyo madhibau yenu inasema hakuna tajiri, hakuna tajiri, hakuna kuolewa. Unaweza ukaolewa mkaachika, yani ile ya kuteseka teseka eh. Mara moja kwa mwaka mnaenda mizimuni, unaenda mzimuni. Ni mara moja eh, kwa mwaka. Ilikuwa mwezi wa tisa kila mwaka mwezi wa tisa eh? So mwezi wa tisa mnaenda mizimuni muno, hmm. Wiki mbili, wiki moja au mbili. Mnakula nini huko? ni pombe, vyakula, nyama zinachinjwa, vyakula vyote viko pale, ila mnakaa uchi Hakuna baba hakuna mama hakuna mkwe, hivi yani baba mkwe, mama mkwe, mtoto wako, wote mnakaa uchi na mnalala wapi? Yani kulala huko koporini, hakuna kurudi nyumbani wiki nzima. wiki nzima mama mkwe yako hapo, baba mkwe yuko pale, baba mkwe yako hapo, binti yako yuko pale, binti yako hapo. Mtoto wako wa kiume yuko hapo, mtoto wako wa kiume, mkamwana wako yuko hapo a mwana pia ako hapo, yani timu yote tu, na wajukuu wote tu, hakuna mtu akona nguo a uh a -uh. na baba na baba na yani yote na, na mtu aoni haya, hakuna -ha, haya hiyo hey, ni Adamu na hiyo sehemu kubwa ndio madhabahu za wabena Njombe. Kuna uchawi mkubwa Njombe, Njombe anakotoka pasta. Ana anita nahitaji msaada mkubwa sasa Mkimaliza huo wiki mkirudi mm, nyumbani uh -huh, anakufa. Eh. Ilo wiki mtu anakufa wiki baada ya kumaliza tu, lazima kwenye ukoo afe mtu mmoja, na mnajua tu katikati yetu sisi waliouchi mmoja anaenda kufa eh, anauawa na hii madhabahu, madhabahu. mkuu wa, wa mila na desturi hiyo anajua ni nani achukuliwe. oh, yeye yeah, at anajua. Anajua. point pale ana kupoint tu hivi eh, kwamba yule mwaka huu atachukuliwa fulani. Mimi nilikuwa nichukuliwe, lakini kwa neema ya Mungu nilikuwa nimeokoka, nikawa imeshindikana, lakini ninateseka mpaka leo. Naambiwa mchawi. Ndugu zangu wanateseka wote, wanasema naroga mimi. Kuna bwana mdogo ana mguu hapa, ana kidonda hakiponi, ana hali mbaya. Kuna bwana mdogo mwingine yuko Mbeya mke wake naye wana hali mbaya, walikuwa wafanyakazi wazuri tu, lakini wamegeuka masikini wa kutupa kabisa, lakini wanasema naroga mimi. Kuna mwingine haowi na nasema nimeroga mimi. Kabla hujaokoka, ulienda kambini, mizimuni? Mimi sikuingia, ila wazazi walinishirikisha kwa sababu nilikuwa mdogo. Ehe. Kwa hiyo chaguo la mizimu ilikuwa ni mimi nishikilie kiti baadaye baada ya kufa. So, wao ukaenda ukiwa mdogo? Nilienda nikiwa mdogo. Ukaona watu wote wako uchi? Wako uchi. Sasa mvua ikinyesha, kuna nyumba huko? Mvua hainyesha wanasimamisha, ni mwezi wa tisa, hakuna mvua, wanasimamisha eh. hata kama ingekuja eh. Chakula, nyama, mnatoa wapi? Zinaletwa, kila anayekuja pale analeta mbuzi, unga, michele maharage wanapika na pombe, nakuwa ni sherehe ni sherehe wiki nzima eh. Alafu yule mkubwa anasema huyu ndiye anachukuliwa mwaka huu. Eh. na huyu anatolewa. Anatolewa, so watu wakirudi nyumbani wanaanza kuroga tena eh, mwaka mwingine tena wanachagua ni nani atakwenda. No, wote hawa sasa ni wachawi, wakirudi manyumbani kwao wanavaa nguo wanavaa nguo unakutana na wao, ni watu tu, ni watu tu kawaida. Lakini mwezi wa tisa hawako kwa boma, ah, ah. Kwa hizo wiki watakapoonani, kama ni wiki moja au mbili, ukiingia e, huko basi, mnatoa nguo hiyo. Boma ina mtu wako msituni, msituni, na hakuna mtu wa majirani, wote wanapigwa na serikali kwamba eneo lile msikanyage. Wanapigwa na serikali e, kwamba mnatangaziwa msikanyage, kama mtakanyaga We utakaye kwenda kuwaona wale watu, kama huna Mungu basi uzazi umeharibika, au na paralyze upande mmoja. Yani serikali inaambia watu e, msiende kule. Serikali pia inajua kwamba hapo e, kule, hata e, serikali inatambua hiyo uchawi e, kwamba kuna ibada za watu kule, imani e, ibada za watu wa, wa mizimu kule inafanyika. Serikali serikali eh, simeruhusu kwamba nao ni ibada yao, ni dini yao ni dini yao eh, eh. So serikali inatoa amri hapo, kuna ibada inaendelea eh, maana wametoa kibali kwamba wiki hili tutakuwa maeneo fulani kufanya shughuli zetu, wanapewa kibali eh, wanatoa ki, wanaomba kibali na serikali inatoa kibali kwamba wanaenda kufanya ibada eh, ibada zao ya kuwa uchi eh. Ila <sighs> hiyo ya uchi ni siri yao oh, wao wameenda kiibada ibada, lakini wao ndio wanajua watakuwa uchi eh. Lakini hiyo ibada hakuna mtu anaruhusiwa kuingia ha -ha. Na hakuna kwenda eneo hilo, ukienda unapata laana, ndio hiyo, unakosa kizazi au unaparalyze upande mmoja. Bora tu umewaona, e bora umewaona tu, na wao wenyewe hawashughuliki na mtu ha -ha. Ile mizimu takushughulikia ukiwaona, hata wakufuati ha -ha. Si mizimu takushughulikia, kwa nini umekuja huku wewe, sio mwanachama. Mimi huwa naambianga watu ukiwa na madhabahu mazuri ukipigwa vita madhabahu yako itakutetea. Watu hawajui wa <laughs> ndio maana huwa nakuuliza mara nyingi, saa zingine unasikia nakuuliza, unaendanga wapi? Madhabahu yako iko wapi? Unashiriki wapi? Ulimwengu wa giza wanajua mengi kuliko wana wa nuru. Wana wa nuru hawataki kujua, hata hawataki wao wanajua tu wako na kucha, hawajui wako na vidole. Sikufichi kitambo, usikie mganga anataka kuokoka, mchawi anataka kuokoka, inamaanisha kule hiyo madhibao yako imeleta uharibifu mkubwa huko. Hawawezi kusarenda bure, lakini kinachonipa uchungu wana wa nuru hawajui baba yao, hawajui maana ya sadaka. Okay, sikiliza, mlikuwa mnaweza kufanya ibada bila sadaka? Yani ni hivi, kila mwaka, kila nayekuja pale. Kwa mfano mimi, labda na wadogo zangu watano, kila kaya inaleta mbuzi huyu. Sadaka nayo inakuja kukabidhiwa kwa hiyo mizimu, kwamba fulani ameleta sadaka hii unga huu, mchele, pombe na vitu, hela na nini, vyote vinakabidhiwa, ndipo ibada kwa mkuu wa, m, wa mizimu, tuseme mwenyekiti, oh mwenyekiti, eh e, wa ibada hiyo ya mizimu ni kama chama, ndio anatamkia miungu hiyo kwamba fulana ameleta hiki, fulana ameleta hiki, fulana ameleta hiki, anatamkia miungu, miungu anaongea na miungu na miungu. Si niliwafundisha mtu, nadhani nilikuja na, na sadaka toto usisahau, hizi vitu nafundisha sana. Ukikuwa mdogo, utakuwa unamwombea wewe. Unapotoa sadaka, tuseme ni euro ama dola, ukiweka kwa madhabahu. Saa zingine huwa anawaambia wewe unaenda kuomba huko kwa nini? Ushasikia ushasikiani, kwasema hivo ni kwa yu, yule mwenye madhabahu ndiye anamwambia Mungu bariki hawa wanaokutolea yeye, na Mungu wake na madhabahu yake, baraka zinakuja. Mara watu wamenunua magari, wamenunua mashamba, wamepona kansa. Muulize mwenzako, kwa nini huwa unatesekanga ukienda kuombea huko? Siwaache uombee ukienda kanisani kwa sababu ni ibada. Bwana haleluya, amen. Haleluya, haleluya, amen. Tutoe sadaka haya, tumebariki madhabahu tunaenda, watakunyonga usiku sababu hiyo madhabahu haiongei, haifanyi kitu, haina nguvu, mwenyewe ananyongwa usiku wao wanatoa kafara mtu kando. Na wale mbuzi mama, uishi sawa, hakuna kukufa, imeweka uhai ndani yako. Unaona, huyu ako na uwezo wa kujua kama simu inapigwa. Mimi niko na uwezo wa kujua kama unakufa ama uko hai, na wee pia una uhai. Huyu anaota Mtajiri maskini, we nenda uwe tajiri. Anaundu ni, ma, ni mauti ya uchali, yaani unatumiwa roho alafu inakaa ndani yako mpaka siku ya kufa. Inaweza kuwa ni miaka sita ijayo, lakini mtu mwenye macho anakuambia hauko sawa, uko, uko hivi na hivi, kama vile yule mama unasikia, nilimwambia akakataa, hapana, niko na pete, niko na bwanangu unamwambia mama, ma, ma. Sasa wakianza hiyo ubishi, mi naenda zangu. Unapotoa sadaka, sadaka yako hii haiwezi ikatajirisha madhabahu. Madhabahu iko na nguvu ya kutuma baraka kwa kampuni yako kwa kazi yako. Hakuna siku utatoa sadaka ambayo inasaidia madhabahu, labda pasta wako asiyejua anafanya nini Anayejua madhabahu hawezi aka ukatoa sadaka pesa nyingi akafurahi. Sikudanganyi na kuambia ukweli, mimi ukitoa sadaka pesa nyingi na kuangalia na mbali, sababu njia ni ngapi? Ni mbili. Njia moja, huenda matatizo yako ni mengi sana, umechoka nayo, ama unanipa pesa ili nikufuate kile umesema nifuate Huwezi mtajirisha, huwezi. Sasa ukinipa pesa nyingi, kwanza, ukitaka nijue ulitoa pesa huwa nakasirika, sababu najua huyu anafikiria tuko hapa kwa ajili ya pesa yake. Huwa nakasirika, nakuambia ulitoa ngapi nikurudishie. Na New Life iko na milango kumi na ngapi? Chagua ile unatoka nayo ukitoa sadaka kwa ile madhabahu wewe, ngoja. Si tunaongea kuhusu chawi na uganga, ngoja tutakuja kuongea kuhusu watu waliobarikiwa. Walipokuja hapa utasikia kukasirika, wako humo tu. Wewe ukaja ukaokoka ndio, na haukumalizana na ile madhabahu, hakuwepo mtu wa kuweza kumaliza. Wachungaji wengi nimewaeleza, wanasema vunja madhabahu kwa mdomo tu, hakuna sadaka. Nimekuja kufaidika baada ya mafundisho yako hapa, nimekuja mara mbili, hii safari ya tatu, na imenisaidia kupunguza kasi ya nguvu yao ya, ya, ya, ya, ma, ya madhabahu za mashetani, isipokuwa kufanikisha kabisa, ndio hamna. Ninaweka mia mbili za ardhi, unaenda mia mbili za ardhi, hiyo nini naeka mia mbili za mashamba uko, naeka mia mbili eh. Lakini maono wangu ni makubwa, nahitaji kilimo cha umwagiliaji, nifuge mifugo mingi kama wewe, nifanye kutengeneza chakula cha mifugo cha kuku, kwa sababu Njombe wanahitaji ulaji sana mkubwa wa kuku. Lakini sasa ma... sina nyota ya ufanisi, hauna imenizuia, na wengine bado wanaendelea na misimu E, wengine wanaendelea huwa wako na sherehe zao. Ile tulikatisha sasa na miaka kama saba hivi kile kimungu kile tulikichoma, lakini kile kiti na mamlaka zake bado zipo zinafanya kazi, ndio zinatesa watu, zinatesa watu na kutaka kuua, lakini masingizio yote mimi ndiyo naua, ndiyo mchao. Oh, wote wanasema wewe ni mchao mimi kwenye mashamba sifanikiwa, lengo nilime vibarua, nazuiliwa, sipati ekari mia... mashamba eka mia mbili mimea uko na huko, umepanda nimepanda kidogo, parachichi, migomba, machungwa kidogo. Sasa uwezo wa kuendeleza sina, kwa sababu kila nikipata tuhela kidogo tunatawanywa wao wanaitawanya eh. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji nipate nyota ya ufanisi wa kilimo mashamba makubwa. Unahubiri hapa, mimi ninayo. Tunavunja hiyo madhabahu leo na utafunguliwa tu, amen. Kwa sababu tuna mikakati ya mkoa wa Njombe kilimo cha kimataifa. Kuna wahindi wamekuja, wale wanahitaji mazao yale. Sasa nyota ya kilimo sina ya ufanisi, shamba uko nayo margini, nayo maji ni nayo mali unayo eh hey! Lakini wewe ni maskini maskini. Na mki wangu alivunjika mguu, ali mizimu ilipiga. Alikuwa nachuma parachichi pale nyumbani, kutoka nje ya mti tu, mguu kavunjika ghafla. Si alipanda juu ya mti mguu ikavunjika, aliingia ali, ali kuchuma kwenye matunda ndani, na mjukuu wake ndani ya mti, mjukuu yuko juu, atoke nje na yale matunda kwenye mti, chini amekanyaga hivi kali apa kavunjika mguu mpaka hiyo yu. yuko yupo, mchungaji anta anafahamu lakini, amevunjika mguu, amevunjika mguu na aliwekewa chuma. Sasa kazi ya hii na ukoo wao, pia wana uganga kwenye ukoo wao hao. Bwana Yesu asifiwe. Kitambo tumalize ibada hii, kesho tutakuwa tumemalizana na wachawi wengine huko. Mtoto wangu nao ndio hivyo, wamesoma hawana kazi. Huyu hapa ameoa, amezaa mara tatu, lakini yote ni madhabahu. Mpaka hivi anamke ambaye mimi simtambui yaani, amekabidhiwa na mwenye binti bila taarifa. Mimi mwenye miji e, anakabidhi kwa mtoto wangu nani, huyu anaitwa mwenye miji huko Tukuyu, huko Mbeya kwa hiyo roho ya uzinzi imemkamata huyo. Amemaliza nani clinical officer, lakini hana kazi na hajapata hata mchumba. Binti yangu wa mwisho nahitaji msaada, wafungulio wote, ila huyo anataka toke kwa huyo mwanamke, wacha apate mke wa kwake wa heshima aliyompa Mungu. Wajua tukipiga ile matibao haya eh, yote yanatendeka kwa haraka tu. Amen. Amen. Kuna mwingine? Kutumia fisi. Yaani kule, kule Tanzania wakati tunakuja kufanya mkutano ambao Mungu alikuleta hapa Kilimanjaro. Hii mkutano, eh, ndio kwa mara ya kwanza serikali ikasitisha kule Simiu eh, kwamba eh, watu wasitumie tena mafisi kama boda boda. Mafisi walikuwa wanakula watoto na wakakutwa tu watu wengi ambao wanafuga fisi na wana majina na walikuwa wanatumia kama boda boda kusafiri nazo sehemu mbalimbali. So walikuwa wanachukua fisi wanatumika kama bodaboda kwenda wapi? Eh, kwenda popote anapotaka kwenda. Mchawi anasafiri na fisi wake kama bodaboda. Yaani eh, wachawi wengi walikuwa wanamiliki fisi kama sehemu ya usafiri walikuwa na eh, wanakula watoto, wanakula watoto, lakini ule mkutano ulipokuja hata wale mafisi ambao walikuwa hawapatikani kirahisi kuuawa waliweza kupatikana wakauawa mba, na ndio serikali ikapitisha kwamba watu wasiwe na sheria huko kwenye huo mkoa kwamba wasiwe wanatumia fisi kama serikali ikasema watu wasitumie fisi kama bodaboda. Wasitumie fisi kama bodaboda yaani, nacheza kueleza ni kwamba, kwani hata serikali ilikuwa inajua watu wanatumia fisi kama bodaboda. Ilikuwa inajua kwamba watu wanatumia fisi kama bodaboda, lakini namna ya kudhibiti sasa, ilikuja kuweza kudhibiti baada ya kwamba fisi wanakula watoto. Yaani tunapoongelea tunapoongeleaga, huwa kama ile mkutano wa Dar es Salaam Biafra, ambao yule mkuu wa wachawi, mwenyekiti wa wachawi, Gambushi aliokoka, eh, alipokutana na mahubiri yako watu wanatakuwa watu wafahamu, unapozungumzia uchawi Tanzania, si swala la stori, ni swala la wazi sana. Kunakuwa yani, ni kijiji tu, watu wanajua hapa ni kwa wachawi yani, kila tuseme ukoo eh, au maeneo yale eh, tunajitambua. Wengine wanatumia bundi, wengine fisi, wengine mapanya. Haya nakuta tu mazao yanasombwa kwenye mahindi na huku tumepata mengi, saa ya kuvuna na huku tumevuna kidogo. Yameenda wapi? Wameenda, yameenda, yamebebwa na nani? Na wachawi kwa kutumia hayo mapanya au misukule. Panya wanakuja wanabeba chakula, panya mmoja anabeba gunia zima, tena lilopukuchuliwa mahindi. Tanzania sio mchezo. kuna kule Njombe kuna uchawi mkubwa. Tunahitaji msaada. Yule kule anafahamu, kwa hiyo Pastor Anita ana kazi kubwa kwa mkoa wa Njombe, yuko katika na kuna lango la kuzimu linaitwa Nyumbanitu, ha? kuna lango la kuzimu juu, kuna maji, kuna ngazi imeteremka mpaka kuzimu kwa shetani, wachawi wanaenda huko, juu kuna maji eh. watu wanateremka na ngazi na ngazi, lakini kwa macho huwezi kuona, ila kwenye ulimwengu wa roho hivi na Njombe pana mtu unaitwa Ruhuji, pale ndio limewekwa lango la kwamba kila anayeingia mji huu asifanikiwe, kwa sababu pali pana, pana lango nalo kwenda kuzimu. Kwa hiyo Njombe ni tajiri na kila kitu, lakini watu wake masikini. Ndio hayo na waganga wamejaa tele kwa Njombe. Bwana Yesu, nimeweka nguvu kwenye hichi kitambara, mtumishi wako anapoenda kutumia hakuna mchawi atawahi kusimama, na waganga wote watasarenda na watajisalimisha, na uchawi utang'olewa. Wengine wataletwa huku kukombolewa, wengine watakombolewa na huko, na eneo hilo likombolewe yote. Kitambo tuje huko, kutakuwa na moto umewaka tayari. In Jesus name. tumie hiyo ikiwa yu chafu nafua tu, hakuna mchawi atakujibu. Uombe usiombe, kuomba usiache kuomba, kufunga usiache kufunga, lakini uombe usiombe, ufunge usifunge, hakuna mchawi atasimama mbele yako Hizo eka miambili nizitumie kwa utukufu wa Bwana maana. Hey, tumecheinawafungua kwa kwa leo. Leo usijali, niko na sana. Uko na shule, nitakuja. Hebu nipe testimony kwanza. Nina kampuni ya ulinzi, nafanya kazi ya ulinzi, lakini nashukuru, tangu naijua ya madhabahu yako, kwa kweli kidogo Mungu namwona, niko na shinja elfu mbili mia tano elfu tatu elfu laki mbili kwa siku. We, kitambo mtu aachane na uganga anabarikiwa, si wewe bali <laughs> tumpe Yesu makofi mazuri. Umefanya <inaudible> e uganga ama uchawi?